Pia unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, ili upate nafasi nzuri unaposikiliza tunaposoma, na wewe unasoma kwa kufuatilia kwenye Biblia yako. Hiyo itakupa nafasi nzuri zaidi ya kulielewa neno la Mungu. Basi tuweze kufungua kwa sala, ili tuanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati unaotuwezesha kuweza kulisoma neno lako. Tunaamini yee Mungu, ni neema yako tu ambayo imeendelea kutushika mkono Tusamee Baba makosa na dhambi zetu na kila maeneo yote ambayo tumeanguka kinyume na utakatifu. Tunaomba ye Bwana ututakase na kutuosha kwa huruma yako na rehema zako. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kuja mahali hapa ili Mungu kwa neno hili, ye Bwana, tuweze kuzaa uzima na uhai katika maisha yetu. Tutenge mbali na kila roho zote za yule mwovu, na neema yako itusimamie, ili tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yoshua Bin Sira ile sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Sura ya kumi na tano. Kwa maana mchai Bwana atayafanya hayo, naye aishikaye Torati atapata hekima, naye hekima atakutana naye kama mama na mfano wa mke aliye mwanamwali atamlisha mkate wa ufahamu, atamnywesha maji ya utambuzi, huyo naye atathibitishwa juu yake, asitiki, asitikisike na kumtegemea asifadhaike. Naye hekima atamtukuza kupita jirani zake na kumfumbulia kinywa chake katikati ya kusanyiko, huyo ata ataona furaha na shangwe na kudhihirishwa jina la milele, bali wapumbavu hawatampata wala wakosaji hawatamwona. Yu mbali na watu wa dhihaka wala wala wasemao uongo hawamkumbuki. Kinywani mwa mwenye dhambi himidi hazifai madhali hakupewa na Bwana. Kinywani mwa mwenye hekima himidi hutolewa, naye mtu aliyehitimu hekima atajifunza kuhimidi. Usiseme ni juu ya Bwana nilivyo asi. Maana usitende yanayomchukiza. Usiseme ndiye aliyenikosesha maana huna haja ya mkosaji. Bwana hukirithi kila linalochukiza, wala wa mchao hawalipendi hilo. Hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu, akamwacha aitafute nia ya yake. Ukipenda utazishika amri zake na kutenda amini, ni shauri lako ameweka mbele yako moto na maji, utanyosha mkono wako uchaguavyo. Mbele ya mwanadamu upo uzima na mauti, naye atapewa apenda apendavyo. Mradi hekima ya Bwana yatosha ukuu, mkuu mwenye uweza kutazama vyote. Macho yake ni juu yao wa mchao naye atapeleleza kila kazi ya watu. Hakumwamuru mtu yoyote awe asi wala kumruhusu atende dhambi. Sura ya kumi na sita. Usitamani kuwa na watoto wengi wasiofaa, wala usiwafurahie wana wasiomcha Mungu. Hata wakizaa usiwafurahie isipokuwa ni watu wa mchao Bwana. Usitumainie uhai wako, wala usiutegemee mwisho wao, ambao hawatapata kufa kwema. Kwa maana ni afadhali mmoja mcha Mungu kuliko elfu wakosaji. Ni afadhali kufa huna mwana kuliko kuwa na watoto wasio mcha Mungu kutoka kwa mtu mmoja mcha Mungu asiye na mwana mji utakuja kukaliwa na watu, bali taifa zima la watu wabaya watafanyika ukiwa. Mambo mengi ya namna hiyo nimeyaona kwa macho yangu, tena kwa masikio langu nimesikia mambo makuu kuliko hayo katika kusanyiko la wengi dhambi moto utawashwa, na katika taifa asi ghadhabu huwaka. Bwana hakuwaridhia wakuu wa kale walioasi katika nguvu zao. Yeye hakuachilia wale ambao Lutu alikaa kwao, wale aliowakirihi kwa kiburi chao. Hakuwahurumia watu wa upotevu walioondolewa katika dhambi zao, vilevile watu wale mia sita elfu walioangamia katika ugumu wa mioyo yao. Hata akiwapo mtu mmoja mwenye shingo ngumu, ni ajabu wakiepukana na adhabu yake. Kwa maana rehema na ghadhabu zina yeye, naye yu hodari wa kusamehe pia, na humwaga ghadhabu juu ya waovu. Kama zilivyo kuu rehema zake, ndivyo ilivyo na adhabu yake. Humhukumu mtu sawasawa na matendo yake. Mwenye dhambi hata okoka na mapito yake, wala tumaini la mwenye haki halitabatilika. Kwa kila kazi ya rehema atafanya nafasi, na kila mtu ataona thawabu sawasawa na matendo yake. Walakini, usiseme hivi: mimi nitafichwa na Bwana, naye yu nani atakaye nikumbuka mimi kutoka juu? Mimi sitambulikani katikati ya watu wengi kwa maana roho yangu moja ni kitu gani miongoni mwa viumbe visivyo na idadi? Tazama mbingu na mbingu za mbingu na vilindi na dunia na vyote vilivyomo vitatikisika atakapokuja yeye. Milima hata na misingi ya nchi itatetemeshwa atazamapo yeye. yakini hakunitia mimi moyoni mwake naye, yu nani mwenye kuzichungulia njia zangu? Mimi nikitenda dhambi, hakuna jicho la kuiona, na kama nikifanya hila kwa siri, yu nani ajuae? Ajuaye pia, yu nani mwenye kuyasimulia matendo yangu ya haki? Tena tumaini lipi, maadamu hukumu iko mbali? Ndivyo afikiriavyo mtu asiye na ufahamu, na mpumbavu desturi yake huwaza mapumbavu. Mwanangu, unisikilize na kuipokea hekima yangu na kuyaangalia maneno yangu moyoni mwako. Mimi nitatoa mafundisho ya kipimo na kutangaza maarifa ya uangalifu. Hapo mwanzo Mungu alipoyumba kazi yake, na tangu alipoifanya aliamuru aina zake, aliviratibisha viumbe vyake milele na mianzo yake hata vizazi vyote. Haviona njaa wala havichoki wala havikomi, hakuna kazi zake, hakuna chenye kusukuma jirani yake wala haviasi neno lake kamwe. Baada ya hayo tena, Bwana alitazama nchi, akaijaza mibaraka yake kwa kila namna na viumbe vyenye uhai, akaufunika uso wake na ndani yake vinarudi vyote.